Mapambano yanaendelea, tulijenge bara letu, turudi katika utukufu wetu. Wazungu wametudanganya, wame miaka mingi kama dini yao wazotuletea. Je, mimi najiuliza kila siku. Wameleta Ukristo, wameleta Uislamu. Uislamu una branchi, Ukristo una branchi. Ukristo una, una, una uh, Katoliki, Ukristo una Protestanti, Ukristo una Mormoni, Ukristo una Lutherani, Ukristo una Espeteliani, Ukristo una mene branchi ministries, warokole somewhere na huku. Upande wa woso, kodi, Arabu wao wana nini? Wana sijui wana, wana, wana Shia, wana Sunni, wana Ahmadia. Je, Mungu, Mungu wa Waislamu Muislamu, je, kama Muislamu, yeye ni ni Shia je, ni Sunni je, yeye ni Hamadia? Na kama Mungu wa Wakristo je, ye, yeye ni Romani, yeye ni Anglikana, yeye ni Lutherani, yeye ni Pentekoste, au Mungu huyu anaongoza dini ipi? Je, kuna pepo, pepo hii anaingia mtu gani? Kuna pepo wa Muislamu na Mkristo tofauti au pepo moja wote mnaigombania yes, hiyo lakini kwa njia tofauti. Je, wale mliowapa elimu hiyo kwamba kuna dini zenu ndizo zileta uokovu wao wafuati dini ipi? Wataokoka kwa njia ipi? Maana hawaelewi awe Shia awe Suni awe Katoliki au Anglikana, eh? Ukweli ni upi, ndugu wadan, wana dini eh? majua mnaku